Mnatupeleka sisi kunango tuna, tuna magari mimi nilikuwa na shauri mheshimiwa, hebu tufanyeni ku change tu wapeleka sehemu ili wananchi wakae kwenye maeneo yao hui tumeyagalamikia mno tumeyafeka kuanzia 2012, tumegalamika. Ah, Ndio mimi mpaka sasa ndio washtumu mimi mpaka sasa hivi kutunyang'anya mashamba yetu na sana shamba, mashamba mashamba mimi mashamba wakatoa hapo kokoni so. Sawa